Wa nchi lakini pia East Africa, nchi zote za Afrika Mashariki. Leo ni siku maalum sana, ni mwaka mpya wa fedha na uchumi. Kwa hiyo ninaomba unapoomba, hata unapokuwa kwenye private prayer yako uombe, lakini pia ni wakati mzuri wa kujipanga vizuri, na kuna watu ambao hata leo ninawakumbusha kwamba ndio kwanza ni mwaka kwa mpya wa uchumi na fedha, ni mwaka mpya wa serikali za East Africa. Sasa kama wewe ni Mtanzania, ni Mwafrika, ni mchumi na unaishi kwenye uh, uh, mnyororo wa kiuchumi, haya ni lazima uyafahamu sana kila mara, si mambo ya kukumbushwa, lakini lazima uombee. Hatuna namna nyingine ya system ya kiuchumi na fedha kwenye maisha yetu kama hatuwezi kujua pia juu ya nyakati na majira. Sijui ni wangapi ambao kwanza ndio nimewa surprise kuwakumbusha leo, au kama wengine mlikuwa mnakumbuka, lakini sijui kama unapata nafasi ya kujua kuomba kwa ajili ya mwaka mpya wa fedha na uchumi katika hizi nchi zetu za Afrika Mashariki, lakini pia kujitangazia financial freedom na economic freedom. Sasa ninapoomba kwa ajili yako, naomba uombee uchumi wako binafsi. Inua mikono yako juu. Unaweza kuomba, kila mmoja anajua, unategemea mshahara, una miradi, una biashara, una nini, lakini naomba utumie dakika chache kuunganisha na toba hii ambayo tumeifanya, lakini Mungu akuonekanie katika maisha yako binafsi. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, asante kwa ajili ya siku hii ya leo, asante kwa jinsi ulivyotupigania katika mwezi wa Juni tumepita salama, tumeuona mkono wako na tumeziona nguvu zako. Na asante kwa jinsi ambavyo umelituma neno lako, nalo halitakurudia bure. Umesamehe, umeachilia, umeachilia dhambi na uasi. Wewe ni Mungu unayesamehe pale watu wanapotubu, na mimi ninakushukuru kwa ajili ya neema yako kuu na ya ajabu Asante kwa ajili ya mwaka mpya wa mwaka wa serikali, mwaka mpya wa kiuchumi na fedha katika East Africa ambako leo, e Bwana, bajeti mpya ya nchi hizi za Afrika Mashariki inaanza kutumika. Baba, ndipo ninamwombea kila mmoja aliyeko hapa na wale walioabudu nasi online na kwa njia ya redio, kila mmoja kwa jina lake ninamfunika na damu yako ya thamani. Ninaombea uchumi wa mtu mmoja mmoja naiombea mipango ya muda mfupi na ya muda mrefu, kazi za watoto wako mahali mahali. Damu yako ya thamani kinena mema kinyume cha mabaya yote. Na ndiposa ewe Bwana, ninaziombea kazi za mikono yako. Nasimama kinyume na roho ya balaa na mkosi na kisirani, roho la ukame na ukaufu na jangwa, kila aina ya manguvu ya giza, roho nzito, tunavunja maagano ya kipepo na nguvu za kuzimu katika jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu inenayo mema kinyume cha mabaya yote. Baba, ninaombea biashara na miradi ya watoto wako, ninaombea mipango yote ya kazi zote zinazofanyika katika familia, katika taasisi na katika makampuni na watu mbalimbali na watu binafsi. Baba, waonekanie na nguvu yako ya kimbingu. Bariki basi watoto wako hivi leo. Ninasimama kinyume na roho la jangwa na ukame na ukaufu na utasa. Ninatangaza financial freedom na economic freedom, natangaza uhuru wa kiuchumi na uhuru wa kifedha katika mwaka huu mpya. Baba, achilia damu yako ya thamani juu ya mikono ya watoto wako hawa. Ninaiosha mikono hii kwa damu ya Yesu. Naam, kwa damu ya thamani. Kwa damu iliyobeba uhai wa Mungu, damu ya Pasaka inenayo mema kinyume cha mabaya, ikiwanenea mema e eh, Bwana angalia watoto wako, uwafunike na nguvu yako ya kimbingu. Nami na ninazivunja roho zote za uasi, mamlaka zote za giza, kila aina ya mamlaka za kipepo na pembe za uasi. Bwana, uibariki nchi yetu na ubariki e eh, Bwana, bajeti ya serikali ya mwaka huu na uonekane katika mipango yetu yote. Asante kwa sababu maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, lakini jawabu la ulimi linatoka kwako. Hivyo utubariki katika kazi zetu zote, wala tusipatwe na mabaya. Bwana uso wako uende nasi na utubariki sasa na daima, umbariki kila mmoja kwa utukufu wa jina lako. Baba yangu mpenzi, ninakusihi Usikubali dhabihu na sadaka na nadhiri tunazoleta madhabahuni pako, hata zile sadaka za amani na kuepushwa na mabaya tunazosimama nazo hivi leo. Tunakusihi ee Mungu Mwenyezi, ukaonekane katika maisha yetu na katika kila tunalolifanya. Utubariki sisi na sadaka zetu na uzipokee kwako mbinguni, na ubarikiwe mwaka huu mpya wa fedha, na ubarikiwe uchumi wa nchi yetu, na ibarikiwe maisha ya watoto wako katika nchi yetu, katika jina la Yesu, jina lipitalo kila majina, wote na tuseme amen. Alafu tumpigie Bwana makofi mengi. Haleluya! Na sasa, inamisheni vichwa vyenu, pokeeni mbaraka wa Bwana ninyi nyote mnaomtegemea. Na Bwana Mungu akubarikie na kukulinda, Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na akufadhili, na Bwana Mungu akuinulie uso wake, akupe amani, akubarikie Mungu Mwenyezi uingiapo na utokapo, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, waliobarikiwa na waseme amen. Pigie Bwana makofi mengi, haleluya. Na ninaomba uketi katika uwepo wa mungu wetu, ukae katika kiti chako cha muujiza. Asubuhi ya leo ninamshukuru Mungu ambaye amekupa neema ya kuabudu pamoja nasi, wewe uliyeko hapa lakini pia wale walioabudu nasi masafa ya mbali online na kwa njia ya redio mahali mahali duniani kote, tumsifu Yesu Kristo. Namshukuru Mungu pia kwa ajili ya Mwalimu Pallangyo kwa ajili ya utume wa neno la Mungu asubuhi hii ya leo, mabibi na mabwana, katika kitabu cha Waibrania ule mlango wa 12 mstari wa 24, Biblia inasema Waibrania, 12:24, na damu ya Yesu Kristo inenayo mema kinyume cha mabaya na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile ya Habili. Damu ya Habili ni damu iliyomwagika isiyo na hatia. Narudia, damu ya Habili ni damu iliyomwagika isiyo na hatia, lakini damu ya Yesu Kristo mjumbe wa agano jipya, naomba urudishe huu mstari pale, mjumbe wa agano jipya kwa damu inenayo mema kinyume Jip, na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile ya Habili. Ya Habili ilikuwa inanena juu ya kisasi, mashitaka na uharibifu, lakini damu ya Yesu ni damu inenayo mema. Na mambo mawili kabla hujaondoka kwenda kazini asubuhi ya leo, na hii ndio falsafa ya asubuhi yetu ya leo. Mabibi na mabwana, ninaomba sana upate nafasi kila mara ya kuombea damu na kunyunyiza damu ya Yesu katika maisha yako, maisha yako ya kifamilia, maisha yako ya kiuchumi, maisha yako ya kifedha, maisha yako ya kitaaluma na elimu, lakini juu ya nchi na katika maisha yetu ya kawaida we need damu ya Yesu Kristo. Nitatoa shuhuda mbili ambazo ni mambo ya kawaida, lakini niliona damu ya Yesu ikinena mema kinyume cha mabaya yote yanayosema katika maisha yetu. Kwenye deliverance room, kwenye chumba cha maombi ya ukombozi, tunapokuwa na maombi ya ukombozi, ninazungumzia juu ya familia mbili tofauti. Familia ya kwanza ni familia ya walikuwa wana akili sana, yani walikuwa ni wale majini ya watoto wenye akili wasomi wa kwanza wakafaulu kwenda university, wengine walipata hata nafasi ya ufaulu mpaka university za nje zikawatafuta. Mmojawapo mwanafamilia alipata nafasi ya kumaliza hapa kwenye nchi hizi za East Africa, na akaenda kufanya uh, masters pamoja na PhD Harvard University, kwa kupata ufadhili kulingana na brain, akili aliyokuwa nayo. Sasa katika rumu ya maombi ya deliverance, tulikutana na kisa cha familia hiyo yu ilikuwa imeendelea kwa elimu, kwa biashara, kwa vitu vingi tu, lakini ghafla kukatokea ukame na ukaufu na jangwa la ajabu katika hiyo familia, na watu hawaendi. Kila kitu unachokifanya kinaenda kinateketea, kila kitu wanachokifanya kinaenda kinateketea nikaonyesha huyo msomi ambaye alikuwa ndio alichaguliwa kwenda Harvard University, ameisha ameungua. Yaani mtu anaungua, unamwona amekuwa jangwa, ameteketea, ameisha. Tulipokuwa tunafanya maombi kwenye deliverance room, sasa mapepo yakalipuka ndani ya mmojawapo ya wa mwanafamilia, na tulikuwa tunafanya deliverance ya kifamilia, tulipoitia damu ya Yesu inenayo mema kinyume cha mabaya yote ni kitu cha ajabu wapendwa, cha ajabu ambacho mimi sikuwahi kufikiria. Unajua shida iliyokuwepo pale ndani ya hiyo familia, kumbe walipoanza kuendelea sana, ni wanakijiji, yani ni familia iliyokulia kijijini, si familia labda zimekulia hapa. Sasa siku moja wakawa uh, uh, kwenye familia, anasema chanzo cha matatizo au matatizo yaliingiaje kwenye hii familia ni siku moja waliazima moto kwa jirani yao, moto moto moro. Kichaga cha Marangu tunasema moro, moto kumbe yule jirani alipowapa ule moto, sisi huko kijini tulikokulia, mama Maria anafahamu, unaenda kwa jirani huko jikoni unachukua moto, anaweza akakutolea mwenyewe, anaweza akakupa moto hata mjini. Unaweza ukawa mjini unatafuta kiberiti uoni na nini, ah, unaenda kwa jirani, anambia naomba unipe mkaa nikakoleze jiko langu. Yaani, haya ni maisha ya kawaida ya socialization. Lakini sikuwahi kujua kama moto ni hatari kiasi hicho, kuazima kwa mtu, sikuwahi kufikiria. Kumbe yule jirani akawapa moto, akaunuizia, huu moto ninawapa, lakini utateketeza kila kitu, na kwa kuwa unakwenda kuwekwa kwenye jiko litakalopikia familia na watakula kutokana na huu moto kile chakula, na si hivyo tu, hata wale ambao hawatakula kwenye mji huu ambao moto unaenda kila watakachokifanya, moto huu utakuwa unawateketeza for the life, kwa maisha yao. Kwa hiyo kila kitu kilichokuwa kinatokea kwenye maisha yao, unfortunately kinateketea. Kila kile kinacho kinaisha, moto unakulaga na, na, na maapizo mengine. Akasema na kwa kuwa moto unakula pasipo na kikomo, utaendelea kula watoto na wajukuu na vitukuu. Na miaka vipi, ulishaazimaga moto moto? Mimi nataka nikuambie nilionyeshwa miradi iliyoteketea, watu waliwekeza, mambo yakastaki, yakaisha. Nikaangalia jinsi ambavyo unateketea, lakini ni moto walioazimaga kwa jirani tulisimama kwenye maombi kwenye deliverance room, na huo mstari wa damu ya Yesu, mjumbe wa agano jipya kwa damu ya kunyunyiza inenayo mema kinyume cha mabaya. Tukainyunyiza damu ya Yesu kwenye ile familia. Leo ni watu wa ajabu, Mungu amewafungua na maisha yao yamefunguliwa. Hayo makofi hayatoshi, naweza ukampigia tena Bwana yanayoeleweka moto lakini damu ya yesu hebu naomba urudishe hilo andiko na yesu kristo mjumbe wa agano jipya kwa damu inenayo mema na yesu mjumbe wa agano jipya kwa damu ya kunyunyizwa inenayo mema inenayo mema kuna watu wameapiziwa au wamenenewa au wamenuiziwa mabaya kwa namna moja au nyingine nisiyoijua wala usioijua lakini nakuomba inyunyize damu ya yesu inene mema katika maisha yako. Sema moja mbili. Mtu mmoja alikuwa mfanyabiashara patina, wanakwenda China, Dubai. nikiwa mchungaji wa Kariakoo, nisikilize sawasawa. Nimekaa Kariakoo miaka kumi pale sokoni, sikuwahi kujua moto. Sasa wakaenda wakaenda na biashara, yule jamaa waka, akapanda kibiashara wako wawili, kapanda sana kibiashara. Mwenzake akaenda kwa mganga wa kienyeji, akamwambia ni dambo dogo tu, unaweza kumwa, kumwapizia kumwa moto. Unajua alichokifanya, wanavuta sigara, wanavuta sigara. Kwa hiyo wakiwa kwenye mababa haya wanakaa mpaka saa nane za usiku, obviously masaa mengi amemtoa out, masaa mengi. Akafika mahali anataka kuvuta sigara Najua wa, wavutaji wa sigara aka, aka, a, a, ukiwa unavuta hawashi kiberiti tena cha kuwasha, anachukua fegi yake au, au sigara ya, ya jirani yake rafiki yake ana, anaomba moto. Sasa yule bwana alikuwa anavuta sigara mfululizo ili kumpa mwenzake hamu, na wote wanavuta sigara, lakini alipompa ile sigara akawasha, akaunuizia ule moto wa sigara, na kama anavyovuta huo moto ukiingia ndani uchome na kuteketeza kila kitu alichokuwa nacho na biashara hii tunayofanya yapati, na mimi nitakuwa star na yeye atakuwa amefutika hapa sokoni. Ni hapo Kariakoo sio mbali. Jamaa alipukutika, ni moto wa sigara umenuiziwa tu, alipukutika, aliisha. Bahati nzuri akaja kwenye maombi kumwombea, inakuja kuonekana sasa hiyo uchawi aliyofanyiwa na manuizo yaliyonuizwa hata mpaka kesho. He's my best friend, yule jamaa na sigara aliacha. Utarudiaje tena sigara? Kwa mfano, kwa mazingira hayo, kwa adabu hiyo aliyopata ya ufukara wa zaidi ya miaka kumi non stop. Hakuna kitu anafanya kinaenda, hakuna kitu kinafanya kila kitu kiliteketea, mpaka watoto aliyokuwa amepeleka South Africa, mtoto akaacha shule akaenda kukaa uko kwenye magenge, maisha magumu, kwa sababu ya moto aliyoapiziwa kwenye sigara. Hatukutumia maombi mengine, ni damu ya Yesu ya kunyunyiza inenayo mema kinyume cha mabaya yale yaliyonenewa kwenye sigara. Ninaomba sana, pengine kesho tutapata nafasi ya kuendelea, lakini nataka nikuambie kuna vitu ambavyo unaweza ukavipokeaga vya kawaida na vikaleta madhara kwenye maisha yako na usijue kwamba unapitia kwenye madhara hayo. Dawa ni damu ya Yesu ya kunyunyiza inenayo mema. Tumsifu Yesu Kristo. Na mwezi huu na mwaka huu mpya wa serikali na sio serikali tu peke yake katika mwaka huu mpya wa East Africa wa fedha na uchumi peleka Nyunyiza damu ya Yesu inenayo mema, hata kama kuna mambo mabaya yamenenewa, hata kama kuna makafara ya wale watu wanaohangaika na uchumi wa kipepo, uchumi wa kikafara, uchumi wa kifrimasoni, wewe kwa damu ya Yesu tangaza financial freedom na economic freedom. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo, ninaomba praise team wanapojipanga hapa ninawakaribisha katika uh, ibada nzuri ya kusifu na kuabudu siku ya Jumapili ambayo ni mbingu kujawa na sifa. Ibada inaanza hapa kwanza asubuhi, lakini baadaye saa nane kamili mpaka saa mbili za usiku takuwa na ibada ya kipekee hapa ya kusifu na kuabudu. Ibada ya mbingu kujawa na sifa ni ibada maalum sana. Ninakukaribisha wewe na majirani na marafiki zako, tafadhali hakikisha unashiriki nasi nami ninakutakia mwaka mpya wa uchumi na fedha wa East Africa, kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu akakubariki, uwe na uhuru wa kiuchumi na uhuru wa kifedha. Tumsifu Yesu Kristo. Karibuni sasa kumtolea Bwana dhabihu na sadaka, ninyi mlioabudu nasi hapa lakini wale wanaoabudu wa nasi online na kwa njia ya redio, Mungu awabariki wa na Mungu awatunze wa